Basi nikasema namirije moja kwa moja kwa ajili ya hii sana, wanachuo kwa ajili ya tafrija hii nzuri sana. Hongereni sana, maanake tulichukua nafasi na, na majukumu mengi mlionayo, lakini kikubwa zaidi kwa ajili ya mitihani pia ya Jumatatu. Make saa hizi mgekuwa mnanenepesha mbuzi kabla ya kwenda kumuuza, lakini bado mmetumia muda huo kuwa hapa. Sijui kama wengine mnaendelea kusoma kwenye simu, matizo mlionayo, lakini jumatatu sio mbali lakini najua mmeshafanya mengi na tayari mmeshajiandaa vya kutosha, mkaona sasa kabla ya mitihani mweze kutimiza hili. Mi ni washukuru sana kwa hilo, na mimi niungane na nyinyi. Sisi tushampongeza sana, tushaanlta fnya zetu za kumpongeza na vitu vingine vingi, lakini na mimi niungane na ninyi leo kuendelea kumpongeza kwa ajili ya kurudia katika nafasi hiyo. Kazi haikuwa ndogo, sisi mimi na wenzangu wajumbe wa kamati ya siasa tunajua kazi haikuwa ndogo. Kwa mimi nimpongeze sana, lakini pia viongozi wote wali na uongozi wenu wa chuo wote kwa pamoja. Ndugu zangu, kama nilikosema, tumekuwa kwenye majukumu haya, lakini tunasema tuje kwa mwaliko ambao tumeupata huu, kwao tunalie kumpongeza kweli kwa mchakato waliopitia mwingi, na mpaka kufanikiwa kuwa diwani wa kata hii. Na hajasema sana yeye, lakini mimi nimsemee pia, tunazo kata kumi na nne kwenye manispaa yetu na tukipanga kiushindi, yeye ndo alikuwa ameongoza kwenye kata yake kuliko kata nyingine. Walipatikana majuwani kumi na nne, lakini kwa zile asilimia za ushindi yeye ndo alikuwa ameongoza, ameongoza kwa hilo. Lakini pia tuna misi sana kwa nafasi aliyokuwa nayo, tuna misi sana, lakini yote majukumu kwa kweli, na mimi nimeripoti hapa tarehe 20 na 30 mwezi wa kwanza 2023 baada ya kuona mheshimiwa rais tarehe 25 mwezi wa kwanza 2023. Kwa hiyo 23 yote toka Januari ile na 24 yote na 25 yote tumefanya kazi naye. Haikuwa ngumu sana mimi kufanya kazi katika manispaa hii. Tulishirikiana sana na mambo mengi yalikwenda. Kama msemaji wa kwanza aliyesema hapa katika uongozi wake na kwa sababu nasi tunasoma sana, tunakuta mezani. Mimi ni mkuu leo wa ishirini na moja kwenye wilaya hii. Sasa nilikuwa nikipitia yote ya nyuma yalikuwa yamefanyika kwa kweli, niseme wenye viti wa mashauri waliokuwepo kabla ya 2005 Julai, tarehe moja mwezi wa saba 2005. Kwa hiyo wenye viti wale waliokuwepo kabla, lakini na mamea walioanza tarehe moja mwezi wa saba 2005 mpaka sasa hakuna ambaye amefikia rekodi ya Mheshimiwa Rumanyika <coughs> ambaye kwa kweli, na nyinyi wanachuo mmeweza kuyaona, soko linajengwa sasa, kingo za mto Kanoni zinatengenezwa sasa lakini, stendi kubwa ya na inakwendwa muda mfupi ujao, na miradi mingi ambayo imewezekana katika maeneo yetu, lakini pia kwenye kata yake ya Nshambya ndiko ambako iko hospitali ya wilaya sasa, ambaye inafanya operation na vitu vingine vingi vinafanyika hapa hapa katika kata ya Nshambya. Hayo yote yamefanyika kwenye utawala wake. Ameshirikiana sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia, akileta fedha kwenye manispaa hii, na mimi kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa kamati ya usalama wa wilaya sijawahi kumweka ndani. Kwa hivyo tunapo sababu na swali ni simama vizuri sana. Na hata diwani yoyote siku hiyo kushirikana naye. Kwa sababu wangefanya tu kitu chochote ningeshirikana naye kwa sababu nina maeneo mengi na gereza la Ramduba na vitu vingine vingi lakini, sio kupeleka mtu yoyote kule, ikawa sasa anaanza kusema kwamba natakiwa kilo 20 zipungue, sikama nikamuze kule, lakini sikuzaji kasema hizo kilo kilo. Kwa mimi niendelee kumpongeza sana, bado anayo kazi tena kwenye miaka hii mitano kwenye kata yake, na mipango mingi amekuwa akitueleza. Najua kata hii itakwenda kwa kasi sana. Mimi niendelee kumtakia mafanikio mema tutaendelea kushirikiana kwa kipindi cha mheshimiwa rais ataendelea kupenda niendelee kuwepo kwenye wilaya hii. Tutaendelea kushirikiana kwa karibu zaidi, na hata kama tutatoka kwenye wilaya hii, kwa kote nitakapokwenda, nitaendelea kushirikiana na naye yeye, kuendelea kushauriana na mambo mengi ambayo yanawezekana kufanyika kwenye kata hii, ili kuendelea kuwa kata ya kipekee. Maanake kata imebeba taasisi kubwa katika wilaya yetu, lakini ndiyo kata ambayo, kama ninavyosema, imekuwa na maendeleo makubwa kwa kipindi kifupi. Haya yote ni kwa ajili ya mambo mengi aliyoyafanya, na ndiyo maana alipotangaza ushindi toka Sikila alitangazwa, tulikaa kama wajibu, akapata sasa, tukampongeza sana kwa hii, lakini tukamtarajia pia ataendelea kuwa Mstahiki Meya wa Manispaa yetu, na kwa kweli tulitarajia sana hivyo. Sasa kama anavyosema mwaka elfu mbili na ishirini, mimi nilikuwa mmoja wapo kati wale wa juu zaidi ambao walikuwa wanawapendekeza wale wanaogombea umea, na hiye jina lake lilipita kwetu o kwa tunashughulika tukamteua yeye kuja kugombea na yake tulimleta peke yake. Yote ni majukumu, kama chama cha mapinduzi huwa tunasema kila nafasi kila kipindi kina namna na, na, yake pia e, ya haijapendeza sahivi, lakini inshallah mambo yote nakwenda vizuri, jina lake bado lipo na amefanya kazi vizuri na record yake inasomeka vizuri, kwa hiyo sawa na yatakwenda kwa hivyo, mimi ni ndio kuwashukuru sana, mmefanya jambo la kipekee sana na jambo la kumbukumbu sana. Basi nikasema pamoja na mimi kwamba niko site kule nisipite kwanza kufanya maandalizi ya kuja ukumbini, nikasema nije kama nilipo kwa ajili ya furaha pia ambayo nimeikuta hapa, surprise kama hii, lakini tukawa tunasema na sisi fanani na wengine huku, lakini kwa sababu ni wale wale na mimi nikaja, kwa maana sasa ulizo umeimarika, na mimi niseme pia tukiendelea kufanya shughuli hivi nikija viko hapa shughuli ni njema, ina baraka zote. Jambo lingine lalo muhimu sana kwenu, wanachuo, tumekuja kwa kutafuta maisha ni tu tunazoziongea na vitu vingine, lakini mimi niseme kwenu, mmekuja kutafuta maisha mmekuja kutafuta tueleza maisha ya kwenu na familia zetu, hilo ni jambo jema zaidi. Mimi kifani ni mwalimu kama na ualimu mwingi ambaye nimeshapitia huko ni mwingi sana, na kama vio vya walimu nimesoma zaidi ya vinne, kwa maana uko Bustani, Kondoa, Butimba Mwanza, Katoke Muleba, Sumve Mwanza na vingine vingine katika kozi mbalimbali za kiwalimu. Kwa hiyo nikiongelea habari ya walimu naelewa vizuri zaidi. Kwa mimi niendelee kuwasitiza sana msome vizuri mmalize vizuri mfaulu vizuri mkafanye kazi vizuri <coughs> tarehe moja mwezi wa saba mwaka 1992 ndio nilianza kazi kwa mara ya kwanza mwaka 92 na nakumbuka mwaka ule nilivyoanza sana siku nilionao mpaka leo mshahara wangu ulikuwa shilingi elfu sita mia saba ishirini na tano <tik> lakini kwa nao, na an ndio inshallah kazi ena super mshauri niliyokuwa nao sasa napata, na sasa nasema ni, ni, kwa sababu ni bidii tu ambazo tunakuwa nazo darasani na vitu ambavyo tunakuwa na visomo na visoma, baadaye unakuwa unaendelea unaendelea. Sasa naomba na nyinyi pia niwaeleze kwamba hapa sasa usione kitu kinaweza kaja kama muujiza baadaye hali iwezekani. Mimi nilipoanza kazi mwaka tisini na mbili mpaka leo wako wenzangu tulioanza nao kazi lile daraja tuliosoma nao la kwanza lile, mpaka leo hawajabadili, na sisi tumebakisha miaka michache sana tustafu kazini kwa kufikia miaka sitini, lakini kuna wenzangu kadhaa hawaja- hawajasoma kwenda kubadilisha madaraja, zaidi ya kwamba sisi walimu, unajua serikali wanaleta madaraja ya mserereko kuna kipindi fulani kikifika kinaleta madaraja ma, ma ya mserereko inakwenda ma kwa madaraja ya mserereko kwa hiyo, walioongezeka wale wachache ni kwa sababu ya mserereko wa namna hiyo, lakini wako wenzangu wengi pia ambaye tulisoma nao, lakini sasa wakaenda mbali zaidi. Sasa nataka kusema kwamba hapo mlipo pia hamjachelewa sana, msome sana, mitihani mfaulu sana, ili mkiendelea baadaye mwendelee pia kwa majukumu mengine sisi kama walimu pia sio kwamba tutaenda kuwa na chaki muda wote. Mimi nimetumia sana chaki zile lakini baadaye baada <coughs> ba ya masomo kusoma soma kidogo nikaambiwa nitoke sana nikae ofisini. Halmashauri ya wilaya. Nikafanya masomo ya wilaya moja huko katika nchi yetu. Tarehe 27 mwezi wa 3, 2009 Mheshimiwa Rais wa Awamu ya 4 ndo akaniteua kuwa mkuu wa wilaya Korogwe, 2009 na mkuu wa wilaya ndio ndio baadaye ndo nikaenda chama kwa majukumu mengine lakini Mheshimiwa Mama Samia akanusha tena 2023 kwa nafasi hii. Ni hiyo yanawezekana, kwa sababu ya huo walimu ambao tulisoma tulisomasoma kwa namna hiyo, kwa mengine yanawezekana. Wewe mwenyewe ukiwa na unaweza ukafanya kitu ambacho unakifanya

Mheshimiwa ya mkuu wa wilaya sitakuwa na mengi kulingana na muda, naomba mchu nafasi hii kukaribisha kwa busara zako neno lionaro kwa hawa wanachuo ambao wamelipa safari siku ya leo kama wanaloakuzungumza. Kwa kweli mimi sina na mengi mengine.